Habari marafiki, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kuandaa topping ya pizza ya kuku. Na maanisha ukitaka kutengeneza pizza ya kuku, ile nyama ya kuku unaiandaaje? Nitaweka mafuta kwenye kikaangio, nitaweka kuku, nimetumia vidari, nitaweka chumvi, nitaweka loiko, nitaweka na Italian herbs, nitaweka pilipili kavu na parsley, nitachanganya. Nitachanganya kwa moto mkali, nitachanganya mpaka nyama yangu iene viungo. Natumia moto mkali ili nyama isitoe maji. Nitaweka limao, nitachanganya. nitaweka kitunguu saumu na tangawizi, nitachanganya tena. Nitaweka sukari, nimetumia sukari ya mnaita vipipi, ili unaweza kutumia sukari ya kawaida ka kijiko kimoja cha chai. Nitafunika mpaka nyama itoe maji yake na yabakie kidogo, nitafunua, nitakoroga. Ukiangalia sasa hivi nyama yetu haina maji mengi sana. Nitapunguza moto kabisa. Nitafunika, nitaipika kwa muda wa dakika tano. Dakika tano zikipita nitafunua, nyama yangu haina maji kama unavyoona, mafuta na jikaanga yenyewe. Nitakoroga, nyama yetu ipo tayari. Weka pembeni ipoe. kati nyama inapoa, nitakuwa nimeshakanda unga wangu nimeshaandaa kila kitu cha pizza. Hapo naweka hiyo nyama juu. Ukitaka video ya pizza kuanzia kukanda unga mpaka kuwa tayari, ipo kwenye video zangu, angalia. Nikishaweka nyama, nitaweka toppings zingine kama cheese na vinavyoonekana, nitaoka kwenye oven mpaka itakapokuwa tayari. Pizza yetu hii hapo ipo tayari kwa kuliwa, na nyama yetu ya kuku ni tamu, ina ladha nzuri. Kwa hiyo lazima pizza yako itakuwa tamu. Hebu angalia hapo. Kama umependa video hii, tafadhali bonyeza like, acha comment, share na pia usiache kusubscribe. Nina mapishi mengi na mazuri zaidi yanayokuja.